Karibu tena katika chaneli yetu. Leo tutajifunza jinsi ya kustake kripto kwa njia sahihi. Pia tutajifunza jinsi ya kujua faida yako. Unajuaje faida yako? So tutajifunza mada mbili muhimu. Ya kwanza ni jinsi ya kustake na ya pili ni jinsi ya kujua faida yako kwa maana ya APR, ambayo imestedi kama annual percentage rate. so, this Kama hujui nini maana ya staking, nilitengeneza video. Unaweza kuingia kwenye YouTube channel yangu, utaenda kwenye videos then ukishuka chini, kuna video nimeelezea kuhusu staking, jinsi ya kupata pesa kupitia staking. So video hii itakusaidia upate background, nini maana ya staking na jinsi unavyopata pesa kupitia staking. So make sure umetazama video hii hapa hii lakini pia kama wewe ni mtu mpya, usisahau kusubscribe iwe na kuwa rahisi tunapoweka video zetu, hu unapata notification kwa wepesi zaidi. Mada yetu ya kwanza, tutaanza kujifunza jinsi ya kusteki. So katika jinsi ya kusteki hapa, tutaangalia jinsi unavyoweza kusteki koini zako kwenye exchange mbalimbali, kwenye exchange exchange mbalimbali mbali. exchange kama vile Binance Binance, exchange kama vile OKX tutaona, lakini pia kuna Bybit, Bybit kuna mexi kwa, tutajifunza jinsi ya ku stake coin kupitia hizi exchange mbalimbali. Kwa hiyo tuingie kwenye exchange tuone jinsi ya ku stake coin za crypto. Kwa hiyo uh, ukitaka ku stake coin zako kwenye exchange, tutaanza na exchange ya mex kwa hiyo the same process, process ya kwanza kabisa ni lazima u buy token tutakuja, so, kwenye trade utanunua token na utaka, mfano nataka kununua Ethereum tuseme dola hamsini. Uh, nitabuy let me use uh, market kwa nataka kununua za dola hamsini kwa nitabuy Ethereum. Sasa baada ya kuzinunua Ethereum ntarudi kwenye sehemu iliyoandikwa wallet hapa and then takuja hapa juu kuna sehemu iliyoandikwa N hapa, taenda kwenye N, then nitaangalia coin tofauti tofauti ambazo mix wana accept i mean earnings zake. Mfano, ukija hapa kwenye smart earning hapa itakuonyesha coin tofauti to to tofauti ambazo unaweza ukazitumia ku, kuweza ku, ku stake. So nikitafuta hapa ethereum kuzipo, zipo coin tofauti tofauti kibonyeza hapa, to to to to hapa zinakuja tu coin nyingi ko, ziko nyingi sana, ni wewe tu kuchagua. So baada ya kuchagua ku nikibonyeza neno subscribe kwa mfano, labda tuseme hii nikibonyeza neno subscribe, wakati hu umeshazinunua kule kwenye kwenye spot, utakubali terms and condition. Ukibonyeza subscribe, inakupa inakuleta sehemu ambayo utaziamisha zile kwenye zao kutoka kwenye spot zije kwenye upande wa earning, and then utakuna pata hii asilimia nne kama APR. So simply hivi ndio jinsi ya ku... Stake kwenye upande wa exchange ya, ya, ya mix. Ukija kwenye exchange nyingine, mfano kuna exchange inaitwa Kucoin kwa pia Kucoin, one of the reputable exchanges, unaweza kutumia pia ku, ku, ku stake. The same process procedure ni ile ile, utakuja kwenye trade utanunua coin unazotaka kununua then utarudi kwenye asset halafu uh, ukisharudi kwenye asset utakuja palipoandikwa so utakuja palipoandikwa home hapa, home and then utakuja palipoandikwa n, ukibonyeza hapa n itakupeleka direct kwenye n, kwa maana stake ambazo zinakuwa accepted kwenye kuku. So kuna coin inaitwa MIT, kuna coin inaitwa gaming, wanakupa APR asilimia mia mbili ndani ya 30 days and then kuna hii MIT wanakupa 300 within 14 days. So ukishuka chini So utaona kuna Solana, kuna BNB. So zipo coin tofauti tofauti. Kwa ni wewe unaangalia zenye APR kubwa and then una stake coin zako. So simple, hivi ndio jinsi ya kustake kwenye upande wa kuku. Tukija upande wa exchange ya Bybit, the same process lazima utrade, kwa maana ubadilishe coin zako unazotaka kustake, unakuona USDT unazibadilisha kwa kubai coin fulani, kama ni Solana au ni BNB and then wanarudi palipoandikwa home hapa au palipoandikwa asset and then ukishamwenza palipoandikwa so, palipoandikwa asset then chini hapa kuna sehemu imeandikwa utamwenza palipoandikwa n then utaona kuna, kuna APR tofauti tofauti depending na wewe unataka ku stake coin gani. So kuna mina e, kuna, kuna USDC, kuna USDT, kuna Ethereum kunas BTC so zipo tofauti tofauti ambazo unaweza zistake unazoangalia, hapo kuna top gain ambazo zinatumia kwenye staking kama XLP ime gain sana, wanakupa APR asilimia 17.57 so hizi ni, ni, ni staking products mbalimbali ambazo zipo kwenye Bybit. So simply hivi ndio jinsi ya kustake kwenye upande wa exchange ya Bybit. The same process utatakiwa kubuy and then kama utaku stake, uh, XLP ndani ndani ya siku moja mpaka tatu au iwe flexible, utaonyeza hapa wakati umesha nunua hizo XRP zako. So, mfano hapa na XRP 10 itaongeza max. Wamesema minimum stake ni XRP, lazima uwe nazo 100, utaadi and then utaadi. So simple hivi ndio jinsi ya ku, ya ku stake. So kija hapa kuna XRP au kija kwenye stage return, kuna BTC kuna XRP Mfano hapo so, upande wa kisawapini nitabonyeza hapa and then ta, ta taandika amount ya kisawapini hizo nazo, nitabonyeza hapa, nitaandika idadi ya kisawapini hizo, nitakubali terms and condition then hapa nitaandika idadi nilizo nazo, then ta stake. Lakini kuna condition hapa wameweka kwamba ili uweze kustake kisawapini lazima uwe nazo mia sita. Kwa hiyo kwa nazo mia sita una uwezo wa kustake So simply hivi ndio jinsi ya kustake kwenye uh, upande wa wa, wa, wa exchange ya buy. Tukija upande wa OKX, the same process utatakiwa kubuy token unaotaka kuistake. Baada ya kubuy utakuja sehemu iliyoandikwa asset and then utakuja pale kuandikwa n so asset and then utakuja pale kuandikwa n so, baada ya kubonyeza hapa itakupeleka direct kwenye product, kwa maana coin mbalimbali ambazo uh, okex wana support staking so lazima umeinua kwa kama nataka ni stake solana utabonyeza solana baada ya kubonyeza solana wanakuambia utapata APR 400 ukisha accept then unakuja kwenye solana staking una continue kwa hiyo una ziadi zile solana zako kwamba na solana 0.22 nikisha ziadi hapo then nabonyeza continue na kubali terms and condition then confirm nimesha stake So simply hivi ndo jinsi ya kustake kwenye exchange mbalimbali mbali. Sasa tumeona kwenye exchange mbalimbali mbali, jinsi ya kustake coin, unanunua coin, unanunua usdt and then unabadilisha kwa coin unazotaka kustake then unazistake kwenye exchange mbalimbali depending na unatumia exchange gani kama tulivyoeleza hapo mwanzo. Sasa tumeona katika zile exchange kuna coin tofauti tofauti zinakuwa zina APR tofauti tofauti kwa, zina kwa maana zile percentage ambazo unazipata kwenye gawio la coin zako ambazo mistake hasa, pati hii tunafundishana namna unavyojua kwamba okay, hii coin ni mistake dola mia, napata kiasi gani kwa siku, napata kiasi gani kwa mwezi. So ni pati ambayo ni muhimu uweze kuelewa kwamba unapata faida gani unapokuwa una unasteki coin zako, so stay tuned, sikiliza kwa makini. Kwa mfano chukua mfano labda uh, ume stake labda coin tuseme ya BNB, BNB. Hii coin ya BNB ashumwa anatoa APR ya 19, this is APR kwa maana ya annual percentage rate. Disi ya kufanya mahesabu ili ujue unapata faida kiasi gani cha kwanza kabisa kwa mfano capital mtaji wako labda mtaji capital yako ni dola mia tuseme ni dola mia una dola mia ndo capital yako sasa wao wanatoa kwamba ukistake BNB unapata APR ya kiasi hiki hapa so jinsi ya kufanya mahesabu cha kwanza kabisa utachukua asilimia 19 utagawanya kwa mia moja ambapo utapata 0.19 then ulichokipata unakizidisha na mtaji wako so mtaji wako ni dola mia so ukizidisha kwa dola mia hapo utapata dola kumi na tisa maanake nini ni kwamba ukisteki amin ukisteki dola mia kwa APR ya asilimia kumi na tisa hii dola kumi na tisa ndo unayoipata kwa mwaka so asilimia hii ni amaunti ambayo unaipata kwa mwaka sasa. So, ukitaka kujua kwa mwezi ni shingapi, maana yake unachukua hii dola kumi na tisa unaigawa kwa miezi kumi na mbili Sasa ukigawa kwa miezi kumi na mbili unapata kwamba kwa kwa mwezi unapata kiasi gani? kwa kwa mwezi unakunapata dola moja point tano, nane, tatu So hii ndio ambayo utakuwa unapata kwa mwezi. Ukitaka kujua kwa siku unapata kiasi gani, ulichokipata hiki unagawa tena kwa siku 30. So ukichukua hiyo ukagawa kwa siku 30, maana yake ni kwamba kila siku, kila siku utakunapata asilimia uh, asilimia utakunapata dola 0.05 mbili, nane. So hii ndio utakunapata kila siku, so simple hivi APR based na mtaji wa dola dola mia. So utatakiwa kufanya prosesi hizi ili kujua kwa siku utapata kiasi gani, kwa mwezi unapata kiasi gani, lakini pia kwa kwa mwaka unapata kiasi gani. Hasa tukiangalia mfano mwingine, tumeangalia mfano wa, wa capital ya mia Ashum labda una capital, tuseme una capital tuseme una dola 2000, umestake dola 2000 na labda token tuseme ni hiyo hiyo BNB au tuseme ni Solana, and then wanatoa tuseme APR wao, wanatoa APR ya, ya 18. Unajuaje faida yangu kwamba ni kiasi gani kila siku au kwa mwaka au kwa mwezi? The same process utachukua percentage APR ambayo unalipwa, unagawanya kwa mia moja, ambayo utapata ni 0.18. Ulichokipata hiki unakizidisha na mtaji wako dola elfu mbili so ukizidisha na mtaji wako, ukizidisha na mtaji wako unapata dola mia tatu so hii dola mia tatu ndo so, amaunti ambayo unaipata paia mwaka mzima paia. So ukitaka kujua kwa siku unapata kiasi gani au kwa mwezi, utachukua hii dola mia tatu uliyopata utaigawa kwa miezi 12 so hii so, hi, ukigawanya kwa miezi so, 12 maanake kila mwezi utakunapata dola 30. Ukitaka kujua kwa siku unapata kiasi gani una divide by 30 days k unapata dola moja. Maana yake ukisteki dola 2000 kila siku utakunapata dola moja, ikiwa hiyo token uliyo steki ina APR asilimia kumi na nane. So simply hivi ndio jinsi ya ku calculate profit ambayo unaipata kwenye, kwenye, kwenye steki sasa kwa ambao wanatumia sana mfano exchange kama vile Binance. Sometime, unakuta kuna token wanakwambia ina asilimia tuseme uh, tuseme hamsini, alafu unakuta umeandika umeandika within within within maybe six six days. Wakiandika asilimia hamsini within six days, hulipwe asilimia hamsini ndani ya siku kumi na sita? Hapana. Kwa hiyo hii utafanya mahesabu kama tuliyofanya utakachokipata kwa siku kwa mfano wameandika asilimia hamsini kwa ukikuta mfano kwenye Binance wamekuandikia asilimia hamsini au exchange yoyote asilimia hamsini within 16 days, haimaanishi kwamba utapata asilimia hamsini ya mtaji wako ndani ya siku kumi na sita. Pana, hii wao wanahesabu kama APR ni ya mwaka mzima, so tutakiwa kugawanya kwa mia uzidishe na mtaji wako, then ujue kama mahesabu tuliyofanya kwa siku unapata kiasi gani. Kwa mfano kama ikiwa ni dola 2000, wameandika tuseme hapa, tuseme hapa ni dola 10, amini asilimia 18 APR within 16 days. Kwa real stake dola 2000, maana within 16 days atapata dola 16, na sio asilimia 50, kwa maana dola 1000. Hapana. So hivi ndio jinsi ya kufanya mahesabu kujua unapata faida gani unapokuwa unafanya staking kwenye hizi exchange za crypto kama Max, Binance, amini Bybit, KuCoin, pia na, na OKEx. Asante sana kwa kusikiliza, na imani kuna kitu umejifunza. Usisahau kusubscribe, lakini pia kushare na watu wengine, ili iwe rahisi watu waweze kupata notification na waweze kujifunza kuhusu crypto kwa wepesi zaidi. Asante sana.